Nam, kama ulivyosikia mfuatiliaji wetu, tangu jana tumekuwa tunakuletea ripoti maalum kabisa za uchaguzi mkuu uliofanyika jana nchini Tanzania, lakini kubwa zaidi ni maandamano ya umma yaliyoshuhudiwa ambayo yaligeuka kuwa ya vurugu kwenye baadhi ya maeneo. Makundi ya watu waliingia mitaani kufanya maandamano ya kuupinga uchaguzi huo ambao uliitishwa katika wakati vyama vikuu vya upinzani havikusimamisha wagombea wa urais. Kile cha demokrasia na maendeleo Chidima, kiongozi wake Tundulisu yuko korokoroni, na chama cha ACT Wazalendo, mgombea wake wa kiti cha urais alikumbana na vizingiti, ingawa chama chake kimeshiriki kwenye ku uchaguzi wa wabunge na madiwani. Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa anagombea na wanasiasa wengine kumi na sita wa vyama vidogo sana vya upinzani. Kwa hali iliyoshuhudiwa jana na hata leo, mtu anaweza kusema Tanzania iko njia panda. Katika matukio ambayo hayajazoeleka kabisa nchini humo vijana walivamia vituo vya kupigia kura kufi kupitia moto baadhi, kuharibu haribu miundombinu na hata kuweka vizuizi barabarani. Matukio makubwa zaidi yametokea kwenye jiji la kibiashara la Dar es Salaam, huko Arusha, na hata jiji la Mbeya. Kuna wasiwasi kwamba taarifa tulizozipata hivi punde za kwanza kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi, imkini zitazidisha vurugu. Ndio mjadala wetu mchana huu na nimewaalika hapa kwa njia ya simu Hamdun Marcel akiwa kule Mwanza, Tanzania. Yeye ni mchambuzi wa siasa za nchi hiyo, na kutoka Kilimanjaro kule Tanzania nimemkaribisha mama Ana Nilia Nki ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya Jukwaa la Katiba nchini Tanzania, JUKATA. Niruhusu nianze na Hamdun Marcel hapo Mwanza. Tumeona picha na mikanda video ambayo kwa siasa za Tanzania ni jambo nadra sana, wananchi wameingia mitaani, wanasema hawataki uchaguzi uliokuwa umeitishwa jana, wanapinga mchakato mzima. Tumefikaje hapa tulipo, Hamdun? la, kwanza ni jambo la hatari ambalo si watu wengi waliwahi kutaraji kuliona kwa muda mrefu huo, ndo ukweli wa mambo. Tumefika hapa kutokana na kusijana, bila shaka mitizamo ya kisiasa na kimkakati kwa baadhi ya vyama na haswa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, bila shaka. Kwa hiyo jambo lililotokea sasa hivi imeweza kuwa moja kwa moja, lakini pia matokeo ya vijana wengi mitaani ambao wamemaliza vyuo na shule na hivi, ambao kujiuliza mara mbili kwao si jambo rahisi kutokana na umri wao na mihemko ya shirika na kadhalika. Lakini hali si nzuri kabisa, ni hali inakisha kisha inavunja moyo na vitu vingi vinaharibika wazi wazi kabisa na ni jambo ambalo hatukutaraji kuliona kwa siku za karibuni, kulingana utulivu mkubwa uliokuwa ndani ya nchi na kadhalika na kadhalika. Mm, Mama ananilea ni lea nke anataka nayojaribu kutu, kutusaidia ku, ku, kupata picha. Tumefikaje hapa tulipo? Vijana wanaingia mitaani na kwa na hakika masuala makubwa hayahusu ajira tu ama hali ngumu ya, ya maisha, ya eh, madai yao yanahusu demokrasia. Wanasema uchaguzi huu ulioandaliwa haujazingatia misingi ya demokrasia kutokana na sababu ambazo nimezisema kwenye utangulizi. Haya ni madai ya msingi ya kuwafanya watu wengi mitaani Mama nke mtazamo wangu. Nashukuru kwanza kwa kushiriki kipindi. Kwa mtazamo wangu, nadhani sababu kubwa kabisa ni kwamba tumefika hapa tulipo kwa sababu tulianza mfumo wa vyama vingi vya siasa vibaya. Tuliingia kwenye mfumo huu bila kuandaa mifumo ya kikatiba na ya kisheria ya kuwezesha kuendesha chaguzi za vyama vingi na siasa za vyama vingi kwa ujumla, katika utaratibu wa amani na usalama. Na kusikia okay. Wee, kwa maana hiyo kwa maana hiyo tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka tisini na mbili tukiwa na mfumo ule ule wa kuendesha siasa kwa mfumo wa chama kimoja, katiba ni ile ile, kilichobadilika ni vitu vidogo tu, kwamba tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi, lakini kufumua mifumo ya uchaguzi ya kwa mfano, ili ziweze kufanyika chaguzi huru na za haki ya kufanyika hivyo kwa, kwa hiyo kwa maana hiyo basi tumekuwa tukishuhudia chaguzi zetu zikiwa kila sa wakati, kwanza vyama vya siasa vya vya upinzani ni kuonekana kama adui na mtu yoyote ambaye iko kwenye chama cha siasa cha cha cha cha upinzani anaonekana kama adui wa ta taifa, tena adui ambayo sio Mtanzania mm -hmm. Kwa hiyo tumeendelea hivyo mat matokeo yake ni kwamba hata chaguzi zikifanyika hazifanyike wa uhuru na wa haki kunakuwa na wizi wa kura. Kwa mfano mwaka wa ishirini zilikuwa kura ziliibiwa waziwazi, zikawa zimepigwa kabla ya uchaguzi, zikaonekana zinachukuliwa kwenye mabegi. Kwa hiyo, vijana, watu wamekata tamaa kubwa sana kwamba hizi siasa haziwasaidii na zaidi, kinachowaumiza ni kwamba wanaoingia madarakani kwa vile hawatokani na kura za wananchi wanakuwa ni viongozi katili kabisa, hawasikii wananchi wao, wanafikiria tu wakishafika huko madarakani wataweza kutumia mitutu ya bunduki kuamrisha kwa kwamba vitawalinda kwenye madaraka. Dr. Hiyo, Nkia, Dr. Nkia, Nkia, tafadhali kidogo nataka nimsikie pia Hamduni Marcel. Hamduni, ukimsikiliza mama Nkia anasema ishara zilikuwa ziko wazi na kwa hakika swala la maandamano lilikuwa linajulikana kwa zaidi ya miezi sita saba Kulikuwa na kampeni kubwa inaendeshwa mitandaoni e, ya vijana kusema tutatoka kupinga uchaguzi huu kwa sababu wanahisi hau, haukufanyika kama kuitishwa katika misingi ya, ya uhuru na haki. Kwa nini kumechelewa kuchukuliwa hatua kiasi tunashuhudia hiki tulichokiona jana na kinachoendelea leo hapa? Ndo kulikuwa na tofauti kubwa sana kama alivyosema mama Ananilea Nkya, kwamba au kuitishwa katika misingi ya haki, ndo inategemea tafsiri ya kila mmoja katika hili E, jambo moja kwamba umepingwa kuanzia miezi saba au minane iliyopita, mi pengine ni karibu sana, pengine ii zaidi yani ya miaka mitano sita hata kumi iliyopita, e, kwamba kukiwa na kilio kikubwa cha kudai katiba mpya ma na mambo mengine ya namna hiyo, ambako tukizungumza huko tunaanza kuona kasoro ambazo zinatoka pande zote mbili. Pande moja e, CCM bila shaka, au serikali ikiwa inang'ang'ania msimamo wake E, kutaka kuwe madarakani kwa, kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na mazingira yaliyojengwa yanakuwa rahisi kiasi fulani kuweza kuwapa nafuu, lakini ikiruhusu upande mwingine kuruhusu mambo fulani yafanyike kama marekebisho ya katiba na hivi. Lakini tatizo likaja upande wa pili nalo kwamba e, hata upinzani nao ukasimama katika mazingira ambayo ama kutaka kila kitu chote kifanyike kwa wakati mmoja au pengine kuto kujua maana ya kwamba nichukua kidogo kidogo na kadhalika kwa hiyo mm. swala la katiba mpya likakwama katika kukwama huku ndo tunaanza kuona kasoro kwamba eh, a yakawepo kila wakati na mwaka elfu mbili na ishirini ilikuwa ni hatari zaidi pengine kuliko sasa ambako kumekuwa saa hizi na marekebisho angalau kidogo eh, ya ya ya, ya, ya sheria za uchaguzi maana mwaka elfu mbili ndo kulikuwa na sheria ngumu zaidi elfu mbili na ishirini kulikuwa na sheria ngumu zaidi ya a kuelewa kwa nini alikutokea wakati ule imetokea sasa. Ili ni swala la mjadala ambalo watu wanataka kujadili, lakini kimsingi ni kwamba matokeo ya jambo hili hayatokani tu na leo, japokuwa sasa yametokea katika mazingira mabaya mno ya fujo za kupindukia kwamba mali za watu zinaharibiwa na kadhalika, na, na kuonekana kama kunapingwa serikali. Sasa kunaonekana kama kunapingwa watu, sio serikali tena, ni watu na, na, na kadhalika na kadhalika. Mama mama Nkia uh, vurugu hizi, kwa tathmini yako, haya maandamano ambayo, manake, wenyewe wakati wanaitisha maandamano haya kupitia mitandao ya kijamii, vijana walikuwa wanasema yatakuwa maandamano ya amani, lakini sicho tulichokishuhudia. Tumeshuhudia vituo vya mafuta vikitiwa moto, vituo vya miundombinu ya barabara vimewashwa vime moto, magari na vurugu nyingine eh. hii ni njia sahihi inayotumiwa na, na makundi ya vijana wanaonyesha upinzani dhidi ya uchaguzi? Eh, kufikisha ujumbe wao mbele ya serikali pengine ama kupaza sauti nchini Tanzania. Tanzania, mimi binafsi, unajua mimi binafsi likwa iari kamba vijana wa Tanzania, kwa sababu kila siku alikuwa anasema w vijana Tanzania ni waoga, lakini nafikiri wamefikishwa pabaya kutokana na mfumo mzima wa utawala, sio miaka hizi, ukiangalia miaka kumi iliyopita sasa kumekuwa na tawala za ukatili wa kipisha, ambapo watawala wanauwa wana watu waziwazi, mchana mchana, na kusema yani mchana mtu anachukuliwa hata nyumbani anapotezwa. Sasa na na, na wakati huu wa kampeni za uchaguzi, hata Nyerere aliwahi kusema wakati wa kampeni za uchaguzi, hata kama kuna matatizo, alikuwa alikuwapo nyuma, ilitakiwa zile kampeni viweze kuonyesha matumaini kwamba matatizo hasa yale ya hofu, kwa sababu unajua ukishatengeneza taifa ambalo kila mtu anaogopa kwamba kesho fingira kwa au hai hio unaishapia watu gofu kubwa. Kwa hiyo nadhani kuna jumbe mbalimbali ambazo a vijana walikuwa waakimetea ambazo hata mimi natafakari manake, mimi nilikuwa natafakari kisikiliza kwamba vijana wanataka tu uchaguzi wa amani, lakini ukiangalia vitu hivi hivi ambavyo wamevifanya nadhani kuna ujumbe mwingi unaotoka na mkubwa kuliko wote ni kwamba uchaguzi huu ulitegemewa utengenezwa uchaguzi na kampeni ambazo zitawasilia matumaini mm -hmm. wa Watanzania wote vijana kwamba kuna kuna hatima njema baada ya hii uchaguzi, lakini hiyo nadhani haikufanyika. Ilikuwa watu wanaanza kucheza tu, tutakuwa na maji, tutapata hiki, lakini unapokuwa na kwa kifupi sana Mama nke tafadhali, uks muda wetu ni mchache sana. Hamdun Marsel, katika mazingira haya tunayoyashuhudia sasa, kwa sababu ripoti bado zinasema waandamanaji wako bado mitaani kwenye miji kama Dar es Salaam, tunaarifiwa vilevile, mara na maeneo mengine, lakini kule mjini Dodoma matokeo ya uchaguzi yanaendelea kutolewa. Unadhani ni busara katika wakati huu kuendelea na mchakato wa kutangaza matokeo? ko mengi aliko mtaani, wengine wakisema kwamba ni kwanza, kwa nini matokeo yatoki? Kwa hiyo pengine ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mazingira mawili ambayo yanakinzana katika hali ya kawaida kwamba kulikuwa kuna dhaiwa tayari kwamba kwa nini matokeo yatoki? E, maana yake yanatoka kwa sababu sehemu kubwa ya nchi yalitokea matatizo hayo ya maandamano na fujo baada ya, ya kura kuwa zimepigwa. E, kwa hiyo sehemu kubwa ya nchi mama oh, mama uchaguzi umekamilika kwa maana ya ya eza ya, ya, ya, ya, kupiga kura kwa hiyo kuna kundi moja hili la pili hili, so ni swali limekuja kwamba kwa, kwa nini jadi busara pengine kutangaza matokeo wakati kuna ghasia katika nchi? Nafikiri kuna busara kwa sababu lazima kuwe na na, na uongozi halali eh, kuaa safari hata hivyo katika nili mazingira gani, Hamdun Marsel, kwa sababu tumeona katika mji kama Dar es Salaam baadhi ya vituo vimechoma moto, tumeona masanduku ya kura kwenye video ambazo zimethibitishwa eh, yametawanywa mitaani, kura zimesambaa na zime, zime, zime, zime, zime kutapakaa katika mazingira haya, matokeo yataheshimika kweli? Yataonekana yana uhalali? Kwa kifupi sana kule, nafikiri tume uchaguzi lazima iwe na ukweli kwamba baadhi ya kura katika vituo fulani hazikujumuishwa kwa sababu kulitokea matatizo, na kwa hiyo vituo e, e, hivyo nafikiri haitakuwa sahihi kuvitangaza kama zilikuwa zinahesabika, lakini kama zilikuwa zinahesabika hilo liweze kuwa tatizo kwa sababu kama zimehesabika hata zilizofanyiwa utaratibu tu, lakini kimsingi ni kwamba lazima kupatikana uongozi kwanza wakuu waweze kukabiliana na hali halisi ilivyo kwa sasa. Mamanke, kwa kumalizia, kwa ki-kwa kifupi sana, muda umetutupa mkono. Tanzania inaweza kusonga vipi mbele katika mazingira haya, matokeo yanatolewa, vijana inaonesha bado wako wako mitaani, nini kifanyike? Kwa kwa mtazamo wangu ni, nafikiri kwamba watu wafikirie kwanza namna njema ya kutoka hapa tulipo. Kama kuna iliyojitokeza ingewekwa kwanza vizuri, alafu mengine akapata baadaye, kwa sababu hakuna jambo lililo zuri kama vile katika nchi wananchi wanakuwa na amani inaletwa na haki.

jambo gani lilio jema la kufanya, sio kufanya tu kinazoea wakati tuko katika mtafariku huu. Asante sana. Utatuia radhi, mfuatiliaji na msikilizaji wetu, kutokana na hali dhaifu ya mawasiliano ya njia ya simu, lakini naamini utakuwa umeambua ambua, ambua chochote. Mnajatomari uta utanisomehe, nilitamani uingie hapo katikati, lakini eh, kulikuwa kidogo na, na, na mazingira ya muda kuwa mchache.